Nataka kumwambia kuwa nampenda kwa sababu anajua chachando, anatachua bilimbi, anabodua makoko, anasugua matando, anatandua bado bado la kigogo, shamba la kila mmoja anajua kutoa kitu kingine. Amenikamata, yaani bwana mdogo kama waamini na dua. Nampenda zaidi kidogo kwa kidogo, alafu huyo zaidi mimi na yeye tumeshikana kama sabuni na <laughs> ni hodari hodari tena, na pita kwa Mwareli una finisi na nipaka mafuta tiki tiki stafili. Kitu kingine amechongoja yake hachipuki, mudukasi na hizi nyama mali yake hatumii mwapigwa pasi chanya anakutanisha na hasi, alafu anaipinda michezo ya balala miensamo fulani hivi, anaasili kama Kiarabu, so Kiarabu ila anaasili ya Komoro, alafu mechemkei wanaume anapeleka kusini majogoro <laughs> Kiumbe kisicho na mfupa kinataka kunipeleka pupa, vipi? Nataka kunipeleka moyo saigoni, oi oi. Hata mje mishangazi na wambiaje, huyu mjomba hawa mre pamoja. Na kumpenda nina wivu juu yake, kwa sababu nina wivu na macho yangu anapomtazama bila ruhusa, mikono yangu ikimshika bila kutumbua thamani yake, miziji nyingi fursa, ninawivu na vidole vyake vikiishika kalamu